Kuna taarifa mpya kuhusu kukamatwa kwa mlinzi wa Tundu Lissu, ehe, kwa watu ambao bana alikuwa jui kwamba ni Tundu Lissu right now ni yupo ukorokoroni na anasubiria mwendelezo wa kesi yake ambayo ilifaa kufanyika leo, lakini ikapigwa tena kalenda, kwa maana kwamba itakwenda kusikizwa Jumatano hii. Hapa sasa taarifa zilizokuwa ni kwamba usiku wa kuamkia leo, polisi waliovaa kiraia wamevamia nyumbani kwa Charles Hangaya mlinzi wa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu katika eneo la Bunju jijini e, Dar es Salaam na kumchukua bila maelezo yoyote. Unaambiwa kwamba mashuhuda wamesema kuwa Hangaya alichukuliwa na watu waliokuwa wakijitambulisha kama askari, lakini hadi sasa haijulikani amepelekwa wapi wala sababu za kukamatwa kwake. Tukio hili limezua hofu na maswali kuhusu usalama wa watu wa karibu wa viongozi sa, wa upinzani, hasa ikizingatia kwamba mwenendo wa matukio ya kukamatwa kwa wana siasa na wafuasi wa Chadema katika siku za hivi karibuni. Miongoni mwa watu ambao wametangaza kukamatwa ni pamoja na Askofu kwa jima, lakini pia viongozi wengi wa Chadema ambao uh, inaonekana kabisa kwamba wapo tofauti ama wapo kinyume na, ma, na serikali ya sasa wamekuwa wakikamatwa. Sasa nilikupa taarifa kuhusiana na baadhi ya viongozi ambao wameweza kukamatwa, lakini sofa ilikuwa inasubiriwa ripoti kuhusu kukamatwa kwa uh, Askofu Gwajima ambaye sasa hivi uh, mpaka sasa hivi hajaweza kukamatwa bado. Lakini sasa uwepo ama ukaribu watu ambao um, wana ukaribu Uh, ama ukaribu wa watu ambao uh, wana ushikaji ama urafiki na au uh, viongozi ambao wanakamatwa pia unazidi kutia wasiwasi kutokana kwamba hali yao pia ya kiusalama inazidi kutiliwa mashaka. Sasa kama mlinzi wa Tundu Lissu amekamatwa na watu ambao uh, walijitamisha kama askari kwa mujibu wa mashuhuda, lakini hajajulikana kwamba amepelekwa katika kituo gani, kama endapo amepelekwa kwenye kituo. Sasa hajulikana kama huu utakuwa ni utekaji ama itakuwa ni kamata kwa kawaida ambao raia wengi wamezoea. Lakini sasa taarifa hizi hapa kido zimeweza kuibua mjadala kutokana na kwamba hali ya uh, kisiasa sasa hivi Tanzania ipo tete kidogo, kutokana na kwamba serikali eh, ambayo imeingia madarakani siku kadhaa zilizopita inahakikisha kuweza kuleta uhuyano uh, na maridhiano kama alivyosema naibu wa rais ambaye julikana kama Mheshimiwa Njimbi. Sasa mpaka kufikia sasa hivi uh, hatua za maridhiano hazijaanza, sema serikali ilikuwa imetangaza tu, lakini sasa hii kama kamata kamata ambayo inaendelea kidogo inatia wasiwasi wa wafuasi wa Chadema. Una maoni gani kuhusiana na hili? Nipe maoni yako pale chini kwenye comment section.